Wakulima wametoa ilani ya mgomo iwapo hawatalipwa malimbikizi ya marupurupu yao. Wafanyakazi hao wamesema kwamba pesa hizo ziliafikiwa kufuatia mkutano na chama cha wafanyakazi COTU, miaka miwili iliyopita. Vilevile waliwaonya wakurugenzi wa kampuni zinazolazimisha wafanyakazi kufika kazini siku za likizo, wakitaja hali hiyo kama hujuma za haki za wafanyakazi. kuna jambo nataka Makofi kwa hawa. Hii kampuni walikucha tukanegotiate, mimi niliweka kidola hiyo c actually akaweka kidola. Sasa wafanyakazi wamengoja wapewe arrears mpaka hii imefika mwaka mbili imeisha. Hata yule mwanaume alikuwa anaheshimiwa kwa nyumba, unajua mama akishiba unasikia chikoni anaimba, anasema Yesu afanye nini? Ni wangapi mnasema wafanye wasipofanya tuite mgomo? Ikiwa hawatalipa hawa watu mshahara area zao za miaka ngapi? Hii ni miaka mbili, tunaenda tutaenda mgomo watu namna na gani? wiki ngapi? na wasipolipa tunafanya nini? Wangapi wanasema tunaenda mgomo baada ya wiki mbili, watu ya Tunataka kwenda mgomo. Ambia CEO tumechoka.